wayo ofisi yake hapa Zanzibar iko kikwa juni kizinni. Alhamdulillahi, tumesafarini kuondoka na watu themanini kuelekea hija. Alhamdulillah, tumejitahidi mwaka huu watu tuwasajili mapema na tumeanza semina mapema, miezi minne karibu takriban tunaendesha semina Ahio, tumejitahidi kufundisha watu sio tu hija, lakini mpaka sala, kuchukua tahadhari ili wasiondoke hapo, wakenda kwenye sala moja kwa laki, alafu wakaziharibu. Kwa hiyo tumejitahidi, kila mmoja anajua sasa kusali, na kwa hivyo anakwenda kule apate jira wake anaotarajia kwa Mwenyezi Mungu kwa kamilifu. Kwa hivyo tunakwenda na watu sasa hivi, alhamdulillah, wako vizuri tumefanya mazoezi na visomo vyote vinavyohitajika kule, tume practice kwa pamoja. Alhamdulillah, tunataraji inshallah, itakuwa kwa mazuri hija, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe aitukuza sana, aitukuza hija kuliko nguzo nyingine zote. Maana tunaona Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu kwa hekima yake katuwekea mwezi wa Ramadhani kabla ya hija. Mwezi wa Ramadhani tunatakiwa la'allakum tattaqun, kwa mujibu wa Qur'ani Imeleta Ramadhani kutufundisha ucha Mungu. Alafu siku ile ile Ramadhani inamalizika, ndio siku ile ile Hija msimu wake unaingia. Mwezi ule ndio unaumaliza Ramadhani, ndio unaingiza Hija. Alafu sasa huku natakiwa, eh, watazame hadi fa inna khaira zadi taqwa. Hasa yule na yule ucha Mungu unajifundisha katika Ramadhani unajiona katika Hija. Lakini wala baada ya kumaliza tunapata siku moja tu, siku hiyo. Lakini tukimaliza Hija napata siku kuu siku nne tunapiga siku moja, tukimaliza Ramadhani tunapiga takbiri siku moja, siku nne. Katika Ramadhani ibada moja ya, ya fardhi ya fardhi mara sabini mwezi wa Ramadhani, lakini ukifanya Madina unapata mara elfu, ukifanya Maka unapata mara laki. Namna Hija iko juu sana kifadhila tukufu na hata ule mtu mwenyewe anayefunga anayefunga, hata ukifunga miazi mingapi, jana lako zabaki mende tu, lakini ukienda hija moja tu, wala sio nyingi eh, basi Ee, jina lako linabadilika, alhaji. Kwa mwanamke, mwanamke atakuwa hajjat. Mambo haya hayapatikani katika Ramadhani wala katika zaka wala nguzo nyingine za za za za Uislamu, yanapatikana katika Yesu Mungu, inatoonyesha Mwenyezi Mungu alivyotukuza sana hija kuliko nguzo nyingine, na hii zilizobaki ziko pale pale. Hizi mimi nimefanya kusanya zaidi ya zaidi ya saba vitu vya kulinganisha huku na huku ya hija na Ramadhani, na zote zinaonyesha kama hija Mwenyezi Mungu ametukuza zaidi. Kwa hivyo tumeanza maandalizi na mapema, ndivyo hasa ilivyostahili, na alhamdulillah. Inshallah ni muhimu zaidi Tunakwenda kule tukapate tuliokusudia kwa faida yetu sisi na hasa faida kwa sababu ya hija, tofauti na sala. Ukienda msikitini kusali unapata faida wewe tu, lakini ukienda hija unapata wewe na Mungu anakupa zawadi kwa wale walioachwa nyumbani, na wewe unakuwa na nafasi ya kuombea wengine, na Mungu tayari alishatangulia kukubali maombi yako. Sasa Mwenyezi Mungu atusaidie, twende tukaombe, tukajiombe sisi na wazee wetu na majirani zetu na, na watu watu kwanza viongozi wa Hija Ikulu pale mkutano, kwa tumeona wengi kwa sababu haya kufanya tathmini ya Hija. Jambo hilo halijawahi kufanywa katika miaka iliyopita. Ukiacha hilo matayarisho ya serikali katika kuikabili hija mwaka huu ni tofauti kabisa, ni mazuri zaidi kuliko ambavyo ilikuwa ikitokea wahivyo. E, tunashukuru sana alhamdulillah kwa jitihada hizi. Mwenyezi Mungu awape viongozi wetu awazidishie imani e, na e, awape awa uwezo zaidi, ili wakuweza kuisimamia hija na manufaa nayataka Mwenyezi Mungu ya hija yaweze kuenea katika visiwa vyetu na watu wote apate kufaidika inshallah. Na Mwenyezi Mungu awajaalie mwakani, mwaka huyu tumeongezeka nje, mwakani kutoka Zanzibar na makani inshallah, tuongezeke zaidi na zaidi na zaidi. Swali so, zuri sana kwa hakika, kwa hakika hilo swali hiyo linaonyesha lina, lina, lina kidole kwenye aibu yetu sisi tulio nayo, kwamba mpaka sasa hatujafanikiwa kuwashawishi vijana waende hija. Sasa hiyo ni moja katika jitihada zinazotakiwa zifanyike katika nyanja pale pale, kwa sababu tunaona tunapokwenda kule nchi za wenzetu, watoto wadogo wadogo kabisa wanakwenda hija, hasa nchi za Far East ile, Indonesia, Malaysia, wapi kule. Wamefanya ni utaratibu sasa. Unapokwenda mwanamume kuposa, unauliza ushahidi. Ukisema huja hiji mwanamume, basi Mwenyezi Mungu aliyekuumba haki yake hujampa. Sisi tuna

Eh, sasa hii ni kheri kubwa sana kwa hivyo sisi tunahitaji sasa hivi tuanze kampeni mpya katika nchi yetu na sisi eh, ya namna moja au nyingine ili kuhakikisha na vijana eh, tangu wadogo wadogo kule kwa wenzetu wale wanafunzi wenzangu wanaambia wao ni utamaduni wao mtu akipata mtoto anaanza kuweka akiba mpaka akifika miaka ishirini akibaidi inakuwa shakwa kila mwezi nachangwa wa miaka ishirini inakuwa ishatimia, hasa anampa mwanawe aende hija, ili yeye mzazi awekamkamilishia mtoto wake nguzo zote tano za Uislamu, na ili arudi kwa Mwenyezimungu akachukua ujira wake. Hasa malezi kama haya ni mazuri sana, na sisi Mwenyezimungu atupe nguvu ili tuweze kuwaiga kama haya au mfano wake tupate kuendelea inshaallah, wapate kwenda hija inshaallah. Wallahu alam. Assalamu alaikum.